Inasemekana kwamba mama mjamzito ukiwa na uchungu halafu kaoga, inawezekana maji ya baridi au maji ya moto, basi uchungu unaweza kupungua. Je, ni kweli? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea chaneli yangu, unaweza uka subscribe hapo chini. Tuende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga kwa wako. Baadhi ya kina mama wajawazito wamesikia kwa ndugu zao au kwa bibi zao kwamba wanapokuwa na uchungu wakioga maji, inawezekana maji ya baridi au maji ya moto, uchungu wao unaweza ukasimama au unaweza ukapelekea kabisa uchungu kuweza kuisha na wakashindwa kuweza kujifungua. Sasa ukweli ni kwamba hilo swala si kweli na ni imani tu. Kabla sijaendelea na somo, kuna kitabu hichi hapa, kama na upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito, e, damu yako iko nane iko saba e, ambayo inaweza ikapelekea wakati mwingine ukaongezewa damu kipindi chako cha ujauzito au wakati wa kujifungua. Sasa ili kuepuka hiyo changamoto, unaweza ukaongeza damu kwa kutumia hichi kitabu takitaji, chini, na kinapatikana kwa shilingi elfu kumi na tano tu. Kama utakihitaji, basi unaweza ukasoma maelezo hapo chini namna ya kuweza kukipata kitabu hichi. Sasa basi kuhusiana na kuoga katika kipindi cha ujauzito au haswa wakati wa uchungu kuna faida kubwa sana, na tunajua kwamba maji ni tiba. Unapooga mara nyingi inakuwa tiba. Sasa kitaalamu huwa tunaita hydrotherapy. Sasa unapofanya hii e, kutumia maji, inawezekana maji ya uvuguvugu, maji ya moto kidogo au maji ya baridi, kipindi ambacho unakuwa katika hali ya uchungu, huwa tunaita hydrotherapy during reba. Sasa unapofanya hydrotherapy during reba, maana yake unatumia maji, mara nyingi unatumia maji ya moto au ya uvuguvugu kama tiba. Sasa unatumiaje? Maanake unaweza ukaoga au ukazalia kwenye maji. Kwa hiyo unaona kwamba kuna baadhi ya kinamama wao wanazalia kwenye lile beseni ambalo linakuwa na maji ya uvuguvugu, na inawasaidia wao kuweza kujifungua bila kuweza kupata maumivu. Lakini iko njia ya pili ambayo unaweza ukaoga, inawezekana eh, upo kwenye vituo vyetu vya serikali ambavyo hivi vya kawaida, ukaoga tu kwa muda wa dakika ishirini kwa kutumia haya maji ya uvuguvugu, na tunashauri maji yawe yana joto kuanzia nyuzi joto 37 au zaidi kulingana na wewe utakavyopenda. Kwa hiyo unaweza ukaoga ukiwa umekaa, ukiwa umechuchumaa au ukiwa umesimama. Hii inasaidia sana kwenye uchungu, na si kweli kwamba ukioga uchungu unaweza ukasimama, hata kama unaoga maji ya baridi. Wengi wanachanganya na kwamba unapooga inapunguza maumivu ya uchungu, na sio kupunguza uchungu wenyewe. Uchungu ukishaanza huwa unakuwa umeanza, hata ukitumia baadhi ya dawa za maumivu haziwezi kupunguza uchungu. Sasa kuna faida kubwa sana ya kuweza kuoga haswa unapokuwa wewe upo kwenye uchungu, labda ndio hatua ile ya kwanza au face stage ya leba, na itakusaidia wewe kuweza kuhakikisha kwamba unajifungua kwa wakati na unapata ile hali ya utulivu na inakupunguzia wewe maumivu. Faida ambayo unaweza kuzipata itakusaidia, jambo la kwanza kabisa, unapokuwa katika hali ya uchungu utapata utulivu, utapata utulivu, utarilaksi na misuli yako ita rilaksi, na mwisho wa siku utajisikia vizuri, utajisikia ni mtu mwenye amani, utaanza kujiamini. Kwa nini? Kwa, kwa sababu maji ya moto yanapelekea misuli yako ina rilaksi, na wakati mwingine kama kuna maumivu basi inapunguza yale maumivu. Kama nilivyosema, faida ya pili itakuwa ni kupunguza sasa maumivu. Inapunguzaje? Tunajua kwamba maji ni tiba na huwa yanasaidia kuweza kupunguza maumivu, labda inawezekana una maumivu ya kiuno au na maumivu ya jointi watu wengi wanatumia maji, inawezekana maji ya moto kidogo, wakawa na kanda, haswa wewe unaweza ukaoga. Hii inaweza ikapelekea wewe kuweza kupunguza maumivu wakati wa uchungu, yale maumivu unayopata makali ya kiuno, maumivu ya tumbo. Unapotumia maji ya uvuguvugu au maji ya ya moto moto, yanapunguza hayo maumivu na utakuta kwamba unajifungua bila kupata maumivu makali sana. Ndio maana wengine wanajifungulia kama nilivyosema, kwenye ile beseni ambayo kuna maji mengi, ana kamle na anajifungulia, hawapati maumivu makali kama wewe ambao unajifungua ukiwa haujaoga, umekaa siku tatu nne haujaoga. Lakini vile vile faida nyingine ya kutumia maji au kuoga mara kwa mara unapokuwa katika mazingira yale ya uchungu, inakusaidia wewe kuweza kupunguza mapigo ya moyo. Mapigo ya moyo yatapungua, hayaendi haraka ya, lakini vilevile itakupunguzia presha yako, itaongezwa damu kuweza kusafirishwa, kitu ambacho kitakufanya wewe utakuwa eh, una relaxi, unakuwa na utulivu, unakuwa na amani lakini vilevile jambo lingine unapooga eh, mara kwa mara unapowakaribia kwenye uchungu huko, hatua ile ya kwanza mlango haujafunguka sana, unakaribia kuweza kuzaa eh, upo kwenye hospitali zetu, manake upo kwenye beseni, itakusaidia wewe kukuondolea uoga lakini vilevile na hofu. Hivi ni vitu muhimu sana wakati wa kujifungua. Niliwahi kusema kwenye video yangu moja kwamba mama mjamzito, iliweza kujifungua mtoto wako unahitaji vitu vinne. Jambo la kwanza, unahitaji nguvu ambayo ni pawa lakini jambo la pili unahitaji njia ambayo iko vizuri au nyonga, via vya uzazi viko vizuri kwa ajili ya kupitisha mtoto ambao tunaita passage. lakini vilevile, mtoto wako ikoje, amekaaje, ni mkubwa kiasi gani ambaye sasa yule tunasema ni passenger. na kitu cha mwisho tunaita ni psyche. kwa maana kwamba ile, ile hali yako ya hisia zako. Je, unahofu? Unauoga? Hujiamini? E, umechanganyikiwa? kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo mama wanapokuwa hauna uoga, inakuondolea hofu, unapunguza yale maumivu, unakuwa na amani, unajiamini. Hii itakusaidia wewe kuweza kupata hamasa ya wakati wa kuweza kujifungua, na mwisho wa siku inakuondolea wewe changamoto za maumivu. Lakini vyovyote, kuto kufuata maelekezo unavyopewa na wahudumu wa afya, unapooga mara kwa mara kipindi cha uchungu inaongeza mwendo wa uchungu. Kwa hiyo kama ulitakuwa ujifungue masaa manne baadaye, unaweza kujikuta umejifungua masaa matatu baadaye. Kwa hiyo mwisho wa siku inakupunguzia ule muda wa kukaa na uchungu muda mrefu bila kuweza kujifungua. Kama nilivyosema, itakufanya wewe uweze kuzaa haraka zaidi na mtoto wako atashuka haraka zaidi. Hiyo ni faida kubwa sana ambayo unaweza kuipata, kwa sababu unapooga, utaoga aidha ukiwa umekaa ukiwa umesimama au ukiwa umechuchumaa kwa hiyo kile kitendo cha kuwa wima kama mimi nilivyokuwa wima namna hii, kinafanya mtoto anakuwa anaenda chini, kutokana na ile kani ya uvutano ya dunia, kwao mtoto kutokana na ule uzito wako anashuka. Unapooga umechuchumaa, inakuwa ni moja wapo ya zoezi kama squat, ambayo itakusaidia wewe kuweza, mtoto wako anashuka na utajifungua kwa wakati, kuliko ukiwa umelala upande au ukiwa umelala katika ile hali ya mgongo wakati wa kuweza Kujifungua. Mara kwa mara, hii, kujifungua. Kwa hiyo unapoenda kuoga mara kwa mara hii inakusaidia kuweza kujifungua kwa haraka zaidi, lakini vivyo hivyo itakupunguzia wewe kuweza kujifungua kwa upasuaji. Tumesema kwamba utakuwa na amani, itapunguza hofu au uoga wako na mwisho wa siku utakuwa unajiamini. E, wakati mwingine kama hujaoga unaweza kuwa na harufu kali, kitu ambacho kinaweza kapelekea usijiamini, ambayo ndio ile sababu ya nne ambayo tunaita ni psyche kasa. Kama hujiamini una hofu na vitu vingine, haufuati maelekezo, mwisho wa siku unaweza kuishia kujifungua kwa upasuaji ndio maana ukioga maji ya baridi au inawezekana ni maji ya moto ambayo tunapendekeza sana sana, misuli yako itarelax, utapunguza maumivu, utakuwa unajiamini, utakuwa uko comfortable, una amani, unasikiza maelekezo ya madaktari, mwisho wa siku hauwezi kwenda kwenye upasuaji kama uko vizuri, na hakuna sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea wewe uweze kujifungua upasuaji. Kwa mfano, labda mapigo ya moyo ya mtoto yamepanda au kushuka sana, ni kitu ambacho kinaweza kupelekea ukajifungua. We vizuri bila kuwa na shida na kupunguza maumivu kipindi ambacho unakuwa unajifungua. Kwa hiyo kile kitendo cha kuoga, hata kama haupo kwenye beseni, kwa sababu unakuwa katika wima, tofauti na ule ulalo, mtoto wako atashuka haraka sana, na anaposhuka njia inafunguka, mwisho wa siku unaweza kujifungua kawaida bila maumivu yale makali, bila purukushani na vitu kama hivyo. Mwenzangu, na mimi kama huogi kwa imani ya kwamba ukioga maji ya baridi au maji ya moto yatapelekea wewe kwamba uchungu wako utasimama, na mwisho wa siku ashindwa kujifungua. Mwisho wa siku utakuwa na harufu kali, unatoka ukeni, kitu ambacho kinaweza kuongeza maambukizi ya bakteria endapo kama umejifungua. Au wakati mwingine unaweza kukuta ulikuwa unajifungua labda kawaida, lengo lako kujifungua kawaida, na madaktari wanakusaidia uweze kujifungua kawaida, ikatokea sababu inatakiwa uweze kujifungua kwa upasuaji. Mara nyingi wa, tunakata pale tumboni sehemu ya chini ya tumbo na pale unapokata, kama una uchafu ujaoga wiki zima labda, hiyo inaweza ikaongeza uwezekano wa maambukizi. Lakini hata kama mtoto anatoka kwa njia ya uke, mwisho wa siku wewe si msafi, unaongeza mawezekano ya kupata maambukizi ya bakteria kwa mtoto au hata kwako mwenyewe. Kwa hiyo unapooga itakusaidia kuweza kupunguza maambukizi ya bakteria kwa sababu mwili wako unakuwa uko msafi. Lakini vilevile, kama naweza kusema kwamba, mama unapokuwa hauogi ili harufu kali inayotoka inakupelekea wewe kukuongezea uwezekano wa kwamba utakuwa hujiamini, unakuwa na hofu. Hivyo vinaweza vikaongeza uwezekano wa wewe kuweza kujifungua kwa upasuaji. Kwa hiyo badala yake ni kwamba ni vyema kuweza kuoga. Sasa unawezekana unajiuliza maswali kwamba uoge kwa muda gani na maji yanatakiwa yawe ya hali gani? Maji tunao shauri ya uvuguvugu jotoridi, kama nilivyosema, la kuanzia 37 sentigredi kama wakati mwingine zikawa zaidi kulingana kuyo we, moto -moto na mwili wako wewe, unavyopenda maji yawe motomoto kiasi gani. Na unaweza ukaoga ukiwa umekaa, unaweza ukaoga ukiwa umechuchumaa, unaweza ukaoga ukiwa umesimama. Kwa hiyo kama huko mazingira labda ya hospitali ambazo eh, hakuna sehemu za shawa, labda unaweza ukatumia tu maji yako ya kutoka nyumbani, kwa hiyo ndugu yako akakuletea maji kwenye chupa ya moto akakuwekea kwenye plastiki ukaenda ukaoga hakusimamia ili usiweze kuanguka na vitu vingine. Lakini ni vyema kuweza kuzungumza na mhudumu wa afya au nesi, kama atawaruhusu muende kuoga au la, kipindi ambacho huyo ndugu yako anakuwa kwenye uchungu, au kama wewe ni mjamzito unakuwa kwenye uchungu, ni lazima kuwe kuna mtu ambaye anaweza kukuangalia wakati wewe ukiwa unaoga. Kwa unaweza kuoga bila shida yoyote ile, na unaweza kuoga kwa muda hata wa dakika 20. Mara nyingi unapokuwa katika ile hatua ya kwanza ya uchungu, kama uchungu umeanza kuchanganya ile hatua ya kwanza huwa imegawanyika katika makundi mawili. Kuna ile ambayo labda mlango umefunguka hujafika sentimita tano ule mtanuko wake. Sasa mara nyingi hapa, wahudumu wa afya, nesi au daktari, huwa wanaangalia mapigo ya, ya, ya moyo ya mtoto kila baada ya nusu saa au kila baada ya dakika 30. Kwa hiyo unaweza kuona wakisha kuwa wamecheki e, mlango umefunguka kiasi gani wameshasikiza mapigo ya moyo ya wa mtoto, wamekuruhusu basi, unaweza ukaenda kuoga hata kwa dakika ishirini, kwa sababu unapotumia muda mwingi kupata yale maji ya uvuguvugu ya moto, ndivyo ambavyo una relaksi zaidi, na mwisho wa siku unajisikia vizuri zaidi, na inakupunguzia wewe kuwa na hofu na changamoto nyingine ambazo zinaweza kutokea, ikakupelekea wewe kwamba ukawa msukumo wako hauko vizuri na ukawa una hofu zaidi kipindi ambacho unakuwa unajifungua. Kwa hiyo wala hauna haja ya kuwa na wasiwasi, ni vyema kuhakikisha kwamba unaoga, lakini msikilize mhudumu wako wa afya. Sasa hii hydrotherapy unaweza ukaifanya pia hata kipindi ambacho unakuwa katika ujauzito, uchungu wa ujanza. Sasa mwanamke mwenye vigezo hivi naweza kafanya katika kipindi chake cha ujauzito, unaweza kwa unaoga mara mbili mara tatu kwa siku, hata mara nne mara tano, ili kuweza kuongeza uwezekano wa kuwa una rilaksi zaidi. Na unaweza ukaifanya mimba kama imefikisha wiki 37 au zaidi na sio chini ya hapo, lakini vile vile unaweza kuifanya kama mtoto wako ametanguliza kichwa vizuri na huna sifa nyingine ambazo zinaweza kuzuia wewe kuweza kujifungua kawaida. Kwa mfano, tuna mimba kama una mimba mapacha, hutaki uweze kufanya hiyo hydrotherapy au kuoga hiyo mara kwa mara kwa ajili ya kuhamasisha uchungu uweze kutokea. Lakini vile vile, labda kama una placenta previa au unatoka damu ukeni, vile vile kama una shida za pressure una magonjwa ya kisukari, una magonjwa ya moyo, una magonjwa ya ngozi au una magonjwa ya maambukizi ya virusi sehemu za ukeni, kuna uoto fulani au vipele vimeota viko vingi sana, ni vyema kuepuka kufanya hivyo. Lakini vilevile vile kama umekuwa na changamoto nyingine kama nilivyosema, mapacha, inawezekana wakati mwingine mapacha wa kwanza ametanguliza miguu, mwisho wa siku huwezi kujifungua kawaida kwa hiyo ni vema uweze kufanya ultrasound, msikize daktari wako kama kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kujifungua kawaida. Na hapa lazima uhakisha kwamba hauna mshono kwa kama una mshono, labda mimba ya kwanza ulijifungua kwa upasuaji, wewe huhitaji kuweza kufanya hivyo, kwa sababu ukihamasisha uchungu, mwisho wa siku haina maana, kwa sababu mwisho wa siku kuna uwezekano mkubwa kuweza kujifungua kwa upasuaji kama una mshono, hauna sifa ambazo zitakupelekea kwamba, au mimba yoyote ambayo ni hatarishi kama nilivyosema ya mapacha una ugonjwa wa presha, kisukari, una mtoto mkubwa sana tumboni, mtoto hajageuka, hivyo vyote vinaweza kukuwa ni hatari sana kuweza kujifungua kawaida. Ni vyema kuepuka uoga mara kwa mara. Kwa hiyo utaoga kawaida kama unaoga asubuhi na jioni kawaida tu, lakini kama utataka kufanya hydrotherapy ya kuoga mpaka dakika ishirini kwa maji ya motomoto ya uvuguvugu, basi unaweza ukaifanya kama una vigezo vya kuweza kujifungua kawaida na mimba yako haina kihatarishi chochote cha kufanya wewe kuweza kujifungua eh, kwa upasuaji na kuto kujifungua kawaida. Sasa inawezekana unajiuliza maswali, mara baada ya kuweza kujifungua kwa upasuaji, ni lini unatakiwa kuweza kuoga? Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo, unaweza click suggestion hiyo hapo, kasikiza video kuhusiana lini unaweza ukaoga mara baada ya kuweza kujifungua kwa upasuaji. La mwisho kabisa, unaweza kusema kwamba kuoga hakupunguzi uchungu, ila kunapunguza maumivu ya uchungu na kutakusaidia kuweza kujifungua kwa wakati ukiwa unajisikia vizuri bila hofu yoyote. Kama mtakuwa na swali, niulize hapo chini, mi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.